Vipi, kuna shida gani? Naende ndo nimemuona ameondoka. Ameshaondoka? Ndio. Kwa nini mbona umeingia huko chooni? Ah, ah, asante dadangu. Unajua nini dadangu? Mimi hmm. Nilikipaka, nilitaka nichomolee simu yangu tena nikimbiza hadi huku. Sawa, pole basi, pisha mimi nje kuoga. Ninaogopa likiniona nitanidaidisha. Mimi lile limebiba lipanga hivi na limkisu, sijui lile limeshikilia hivi. Sawa, pole. Kwani kuna njia huku, njia mnanjia

nileohiyo akunaambia mimi ambaye nakuchezea drama lema, hivi unanichukuliaje? mimi hivi unanionaje? fala sana mpumbavu sana sindio? au kosa langu mimi ni nini? Nini kukupenda sindio? nazungumza na wewe, kosa langu ni kukupenda, lakini me wangu kila kitu tuisha ongea, kama ni msamani isha kuomba kwa nini tunafikia hapa? Mimi nimechoka haya maisha tunayoyaishi. Kirahisi hivyo navyosema tu. Tulishakaa tukazungumza. Hujui ndani ya moyo wangu jinsi ninavyoumia. Hujui jinsi ninavyojisikia ndani ya moyo wangu. Alafu leo unakaa tu kirahisi. Tulikaa tukazungumza. Hata kama una kukwala unanifuma na mwanamke, utajisikiaje katika ndani ya moyo wako? Kama ndo hivyo, Bwana mimi niondoke na kwenda kwetu. Sioni sababu ya kuishi maisha kama haya, tunalala mzungu wanne ndio yetu, haina furaha, maana yake nini? mm -hmm. Kumbe unafanya yote kwa sababu una kwenu, ndo kinachokupa kiburi. Ina maana una michiti, unategemea siku yote unaweza kuondoka kwenu, si ndio? Ina maana umekuwa jeuri mundani kwa sababu unajua una kwenu sio? Ah, sawa. Enda kwenu lakini hata kama utaondoka huko kwenu, unapokwenda lazima ujue hakuna wanaume yote katika ulimwengu ambaye atakakupenda kupenda wewe nakuthamini zaidi ya kwangu mimi. Hakuna dawa, naenda sawa, naenda hivi. <coughs> Mme wangu, unafikiria sikupendi? Misi misikupendi, mimwee nakupenda, isipokuwa tu ni shetani alinipitia, lakini pamoja na yote hayo nisha kuomba msamaha Naomba ya ishe. Natamani kuona ndo yetu ina furaha, ina amani, ina upendo. Naomba msamee, mme wangu. Lehema, haya yote paka na paniki, paka napofikiri, nafanya yote kwa mapenzi. Lehema, mimi naumia kwa sababu yakwako wewe, imoyo unaniuma. Unafikiri ah, mimi sikupendi ni, labda nikuambia kitu kimoja, ili siwezi kuishi mbali na wewe, na nilishakusamehe toka siku ile, lakini na maumivu kwenye moyo, roho unaniuma. Na kweli mme wangu, nitakuwa mke mwema kwako, nitabadilika, nitafanya chochote, kila unachotaka wewe, emradi nione tu nyumba yetu ina furaha, ina amani. Sipendi tukiwa hivi kwa sababu wewe mwenyewe unajua, ukishuka kongere na uzuri kwangu, siwezi kupinga. Ilema, nakupenda mke wangu. Basi badilika kama unavyosema, basi jali kuhusu mimi, jua kwamba mimi nakupenda, nakupenda sana, mme wangu. Hmm, na kweli tu nitakuwa mke bora kwako, kuanzia leo ndio tutakuwa na furaha.

Ah, mamtu mamamkali mampenzi, unaambiwa nini? Unasema ya nini? yaliyopita si ndwele, wainga wanasema tugange yajao, japo wainga huko hoya wapokee isimu uo. Mwanangu sikia basi, mamkali kile kichotokea sikulio kisahau. ah, bwana najua muni ni kwasiele afu kapita kwenye anga zangu najitingisha nini, alafu najua ile nika kakufokoa pale Ndugu aliyopita basi, mi taingia siku ile, kile kitendo kilichotokea yani, nilivyokuwa na nyama, nyama, nyama nini, afu vitu vyangu hivyo kabisa, uko hapa afu nisielewi, nishaenda hata kinoma. Yani mafeeling unanijia, ndoto nisilali mimi, ma mtu. Kwa hiyo tunafanyaje sasa? Mimi nishakuelewa, nataka nikuchukue, nikuweke ndani nini, mimi nisielewi, na kustendia kila kitu anachokitaka. Unapata hiyo? Dada vipi? Ah, ku baba bako alai nani dada? Ah, ah, samani kaka, unatukana au sio? Mwanangu, ah, ah, ah, ah, nimekosea Ah, sema fresh, najua mfupa una ulimi. Kwa hiyo unasemaje mwanangu? Unaanza kuzingua kama mtoto mdogo, mambo ya shule ya msingi. Sasa hayo mambo ya kibaba na mama sijui nini, ninienda dukani rudi na wakati mwanangu, sunyoke mchumba muuni, niko hapa, sielewi. Nimenyoka au sio Jibu lako nitakupa kesho muda kama huu. Kwa hiyo kesho muda kama huu unatoa jibu eh? muda kama huu, ukizingua mimi mwenyewe nazingua, au sio? Unanijua muli ishirini na tano hapa, Aisha Chogo sipagili, au si? Kwa hiyo unaelekea wapi? Ah, kuna mtu namfuata hapo. Ah, watembea aga, aga. Sikiriza mwanangu. Ah! Amampenzi unanichanganya vitu vyangu kabisa, nize zenyama zangu. Ah, moyo tulia

ana namwangalia usoni, yaani mpaka nikajiuliza huyu ni mwanamke au mwanaume. Labda nikwambie kitu kimoja, Aisha Chogo sio mtu wa kawaida. Akaanavyomzania yule mtoto ameshindikana, yule mtoto akili zake zimevurugika, yule mtoto anakula misuba, bange, kila kitu. Kwa hiyo yule mtoto akumkalia mbali, mi nachokushauri hata maya mwambi amkalie mbali sawa Duli, lakini Mi naona kaanzisha mazoea ya ajabu sana, analeta ukaribu ambao siuelewi. Sawa, mi nimekuelewa, nitajitahidi kukaa naye mbali kama maji na mafuta. Sawa, utakuwa umefanya jambo zuri. Vipi manyakenda, sijamuona siku mbili tatu hizi nah? Manyakenda sio, namjua yule mzuruaji tu, umeona? Kwa hiyo mimi nipo na harakati zangu mtaani, naye afanya harakati zake, sio kila time tu yote

Samahani ni, nimehisi, nimeangusha hela yangu hapa. Nilikuwa na... na hela mfukoni, sasa sioni. Asa mi hela ya nini, Kaziru? Wewe hela ya kwako umeangusha mwenyewe kwa mapenzi mwenye yako, mi naijua wapi? Sasa si utafute hela yako kama imedondoka, Kaziru itakuwa nimeiangusha kati natoa toa simu kwa sababu ilikuwa shilingi elfu kumi sasa sioni, inabidi nilipie vitu hapa. Sasa wewe, kama unajiona kazi roho, mimi na microscope kwenye macho yangu au nimefunga 50 huko kwenye macho, kazi roho? Sio ni na mimi kama wewe ambavyo unajiona kazi roho, tafuta ira yako bwana, usinishirikishi hamna bwana, brother bwana, acha basi mambo yako. Nimeiangusha hapa na uhakika, kwa sababu nimetoka nao nyumbani. Kijana, usinifanye basi nikaonekana kama mimi ndio mshuma, nikaonekana kama mimi mwizi, kazi roho.

Ei, sasa ndugu yangu baadaye kidogo. So, ina noma karibu. <tipos> yaani kiukweli unanichanganya sana mtoto. Ani mifikia hatua kila nikikaa na kuwaza sana Yani, sijui unanichanganyia nini sijui, <laughs> umenipa nini wewe. Unasema kweli ya? yeah, ni kweli. Yani kiufupi sitamani hata uondoke, kwa sababu wewe unadeserve kabisa kuwa mama mtu na unatakiwa uwe mama wa mjengo <laughs> okay, basi sawa, asante sana yangu, ni mwenjoy. Nakupenda, nakupenda pia Tumbo, ya kingi ya kila Aisha Tomboy, ya wala Aisha mtu hoi ah! Udogo jao mwanangu, sana ni dogo jao kweli ujamani. Kwa hiyo ameondoka na funguo lini? Yeye ndio baba mwenye nyumba. Baba mwenye nyumba anachukulia poa mwanangu. Yani unaje huyu jamani, huwa anachukulia poa. Kacha vyombo hapa kaenda kukitembesha huko, sasa anavyosha nani? Kaondoka na funguo. Munisilewi, nataka nipumzike. ni chini nini, masista wengine hapa a akute Duli, nafurahi nikiwa na wewe. Yani, nikiwa na wewe naenjoi sana. Au, unajua hivyo ni vitu vya kawaida alafu, vijana kama sisi hapa, ambao damu bado inachemka, wakaliwa hizi kazi, lazima kila siku tuwe wapya. Duli, hujai kuniangusha, shughuli unaziweza. Naenjoi sana nikiwa na wewe <laughs> mmewa kumshika pembe tu Alafu, sisi wanaume tunakamua maziwa kwa hivyo, tutaendelea kuenjoy. Yeah, yani sana yani, kuna michezo nanipa nashindwa yani, pia hata kujikontrol. Hata mimi naenjoy kwa sababu kila ninavyokupeleka na unaenda, nikikurudisha huko upo, maana yake tunachuana <laughs>